Tena nikaanza kutafuta pesa nyingine, nikamwekea sasa pesa ya mwisho nilikuja kumwekea, nilimwekea ile 22,500. Haya sasa kesho yake ndio akasema hapana, sasa pesa inatakikana ya kupatiwa hiyo barua ni 19,500. Asa, lile kombo ni 19,500, mungwana oyo, isaka isaka na kabeza tiki beza kuru ke tengele, uchire no, no ali buane, akamagoronga matevinga, hapana.

naende eng'ombe yane achiete gotimanyeti injira ki achiete kwasababu abando ba batagete ba, komoita ere atagete komobogori ngachaka koboria bona inki agachaka kong'eresa kwasababu inche ende inde nka nere are ebiasiara biaye inche nana koboririnde ngorora yuka okaakondetere ndagera naragera bono na inche timanyeti tana ko mobori ritukende gose kwa agenda rero nga kikwa agenda wasabu akogenda sigisi akogenda isondo akogenda miruka ago tara kikiro nge tana ko ikaransira mobori ki rero nga kikwa kora na nyorete yoka uchakire go chaka ko konchora ebengerari na ente ya kwanza haruarete wono nga chaka ko, ko sanga inkiyaba ko mobori akante byukirete ebesa yane gosete achiete ebesa chichiete